Wanaoshindwa kurejesha mikopo wanaathiri sana uendeshaji wa, wa sakosi zetu, kwa sababu tunachokitegemea ni kile hela ambayo imewekwa. Ni tofauti na taasisi nyingine za kifedha kama benki, kwamba hata bila akiba unaweza ukakopa, lakini kwenye ushirika wa akiba na mikopo, unaposhindwa kurudisha kile ulichokikopa, unaathiri kwamba watu wengine hawatafikia malengo yao kwa wakati. Kwa hiyo ni athari kubwa sana na na hii inapelekea hata sakosi nyingine kuweza kufa na kuondoka na mtu mwingine kuwa na picha ambayo kwa ambayo ya kwamba sehemu ya sakosi kwenda kujichotoa na kuto kurudisha, kwamba changamoto ambayo ipo katika taasisi zozote zile ambazo zinakopesha ni uh, watu kuto kurejesha mikopo kwa wakati. Kwa kweli tumefurahia sana mafunzo haya ambayo tumefurahia sana ambayo changamoto ni zile ambayo tunaweza kuwaambia wanachama wetu kwamba ili kusudi mkope inabidi mfanye uwe na akiba amana na isa ili kusudi mwezo kukopa, ili kurudisha kwa malengo isio kwamba kukopa kwa kwalaa, alafu kurudisha ikawa ni matanga. Changamoto ambazo tunakutana nazo kama tukiwa kama vyama vya ushirika, kwanza ni ishu za, za, za mtaji. Siku hizi tumekuwa na wimbi kubwa la, la wanachama ambao wanakuja kujiunga kwa ajili ya kuwa wanachama wa Saccos na kuweza kupata mikopo kwa riba nafuu, kwa sababu sisi waga tunajipangia wenyewe riba, kiwango gani cha riba tukipange